Nkiunganisha na mapapawi mungu sai, Mungu ambao unaweza wewe, ni Mungu mwenye mamlaka, wewe ni Mungu ambao unaweza. Tazama Bwana majeshi, nipo mahali hapa nikijitazama, Mungu wa uzima, jinsi ambavyo nilivyo mimi ni mtoto mdogo, lakini Bwana majeshi, nimepata kibali tena kuweza kuwepo ndani ya mapapawi. Nahitaji Mungu mwenye uweza, Mungu mwenye mamlaka, utahudumia watu wako, utahudumia makutano hayo, hudumia

Nenda anugumie kipya leo, Bwana majeshi inakuhitaji. Asante Yesu mzima, inarudisha sifa na utukufu kupitia jina la Yesu Kristo hai, amen. Bwana Yesu asifiwe. Kuna ambaye alifahamu, haleluya. Basi wewe ambao unaandika, maana wapo ambao wao. Huwa wanaandika haleluya. Basi mi kwa majina, mi naitwa ni Abel Baraka, haleluya. au au az kanita jueli baraka yote ni yangu, jina la Bwana ibarikiwe, Amen. Basi ambayo unaandika, wakati ambapo nilipokuwa nikitafakari ujumbe gani ambao itauleta juu ya kanisa nimekuwa kweli nikihangaika Nimekuwa nikitazama nipeleke kitu gani haleluya, kitakasoma wamba unaandika ni urejesho haleluya, haleluya, urejesho. Bwana Yesu asifiwe. Natamani katika madhabahu hii ya leo, natamani katika madhabahu hii siku ya leo, Mungu aliye hai, Mungu ambaye anapenda afanye urejesho juu ya kanisa wake, afanye urejesho juu ya watu wake. Bwana, Sikia, nikuambie, unajua hapa tulipo, wapo watumishi wakubwa. Unajua hapa tulipo, wapo ambao walikuwa ni waimbaji wazuri, lakini na shetani anawaiba, shetani nawaa waumbaji huko, haleluya. Ila baada ya kuweza kuolewa au kuoa tayari, kwa kwamba mimi tayari nimevuka hapo, sipo, utaulizwa. Mpendwa, Bwana Yesu asifiwe. Utaulizwa, nini maana ya urejesho? Urejesho ni kipendo cha mtu kurudisha kitu katika ile hali ya kawaida. Bwana Yesu asifiwe. Kwa maana nyingine urejesho ni kitendo cha mtu kurudisha kitu ambacho kimepotea katika ile hali ya kawaida. anaitakekuwe anza kutafakari naanza kujioji ni kitu gani katika maisha yako kimepotea. Anza kujioji katika maisha yako ni kitu gani ambacho kimepotea. Watu wamekuwa ni wafanyabiashara wazuri, lakini wamekuwa kifanya biashara hawaonekani vitu vinaibiwa, hawaelewi huwa anayetafikiwa wapo. Wamekuwa wakiwa katika maisha zao, wamekuwa ki ya magonjwa, wanashindwa kuelewa ni kitu gani ambacho kinaendelea. Unasababu kubwa kufanya urejesho.

anzia mstari wa kwanza msomaji, mpaka ile saba. Ndio kisha wana wa manabii wakamwambia Elisha, angalia basi, mahali tuketipo bu, mbele yako ni padogo Twende mpaka Yordani, basi twende mpaka Yordani, twakuomba, twakuomba, tutoe huko kila mtu mti mmoja, tutoe kila mmoja angalau kila moja, moja mti mmoja, ili tujifanyie huko mahali pa kukaa, ili tujifanyie huko mahali pa kukaa. Akajibu, akajibu, haya hash, nendeni, nendeni. Mmoja wao akasema, mmoja wao akasema uwe la, uwe la. Basi nakusi uende pamoja na watumishi wako. Basi nakusi, uende pamoja na watumishi wako. Akajibu, nitakwenda. Akajibu, nitakwenda. Basi, basi akaenda nao, akaenda pamoja nao, akaenda pamoja nao nao walipofika Jordan, nao walipofika Yordani wakakata miti, wakakata miti. Lakini mmoja wapo alipokuwa katika kukata bort. Lakini mmoja wapo alipokuwa katika kukata boriti Chuma cha shoka kikaanguka majini. Chuma cha shoka kikaanguka majini. Akalia, akalia akasema, akasema, ole wangu! Ole wangu! Bwana wangu! Bwana wangu. Kwani kiliniazima kile wa Mungu akasema, mtu wa Mungu akasema, kilianguka wapi? Kiliangukia wapi? Akamwonyesha mahali akamwonyesha mahali, akakata kijiti akakata aka, aka kijiti akakitupa pale, pale, akakitupa pale pale, chuma kikaelea chuma kikaelea, akasema akasema, kiokote kiokote, basi akanyosha mkono akakitoa, basi akanyosha mkono akakitoa. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Biblia inaeleza kisha wana wa manabii wakamwambia, waka Elisha, angalia basi mahali hapa tukaa hapo mbele yako ni padogo kwetu, basi twende mpaka Yordani, twa kuomba tutwae huko kila, kila mtu mti mmoja, ili tujifanyia huko mahali pa kukaa. Akajibu, hasha, nendeni mmoja wao akasema, uwe uwe lazi basi na kusii uende pamoja na watumishi wako. Akajibu, nitakwenda. Basi akaenda pamoja nao na, wa, na walipofika Yorodani, wakati wakakata miti, lakini mmoja wao alipokuwa katika kukata boriti chuma cha shoko kikaangukia majini, akalia akasema, ole wangu, bwana wangu, kwani kiliazimiwa kile. Haleluya hawa walikuwa ni wana wa Mungu. Anasema wakati walipokuwa kimwabudu Mungu, maeneo yala ambapo walikuwa wakikaa palikuwa ni padogo sana, palikuwa ni pafinyu sana hawawezi wakaka, waka, wakakaa wakaenea. Kabidi wakapata mawazo, wakamwambia Elisha twende huko Yorodani tukakate tukakate miti tengeneze mahali pa kukaa. Walipokuwa walipokuwa wakiwa na hiyo ajenda, walikuwa hawana kitu cha kukatia, wanayesakuku ikabidi waazime. Haleluya! hawakwenda mikono mitupu, ikabidi ile ikabidi ile shoka likaazimwa. Walipofika huko, wakati walipokuwa wakikata wakikata zile boriti, bahati mbaya ile lile shoka likaangukia majini. Haleluya! likaandukia bwana esakukule, likaandukia majini. Baada ya kwa, kuangukia majini, yule ambaye aliazima lile shoka alianza kuwa na wasiwasi, akaanza kulia. Bwana asifiwe. Alianza kujali sasa, itakuaje maana shoka ambalo mimi limeliazima tayari lile shoka limeliponyeka limeangukia majini. Haleluya, ingekuwa o, ungefanyaje?

mkia wapi? Bwana Yesu asifiwe! Kumbe ukiwa ukiwa na Mungu hamna jambo ambayo inashindikana. Haleluya! Unajua, watu ambao wala mambo mambo, huwa hawana nguvu ya Mungu. Ukiwa na nguvu ya Mungu, kila jambo linafanya, kila jambo linafanikiwa. Nipaka ukiwa na nguvu. Haleluya! Wengine bado hawajaelewa. uwe na nguvu ya nani? Sio nguvu yangu, nguvu ya nani? Bwana Yesu asifiwe. <laughs> Mtu wa Mungu alianza kamiweji kinaadukia wapi? Bwana Yesu asifiwe, ah, yes. Mstari ule tuendelee, mstari ule wa tano: lakini mmoja wapo alipokuwa katika ukata boriti, chuma cha shoka kikaanukia majini, akalia akasema, ole wangu, bwana wangu, kwani kiliazimiwa kile. Mstari ule wa sita, mtu wa Mungu akasema Kiiandukia wapi? Akamwonyesha mahali akamwonyesha mahali, akakata kijiti, akajitupa pale pale, chuma kikanza kuelea. Bwana wesafuu. Mtu wa Mungu baada ya kuweza kuelekezwa kile chuma kilipoangukia, yeye alikata tu ka kijiti, baada ya kukata kale ka kijiti akatupa kwenye maji, kile chuma tena kikanza kuelea. Ni kwa sababu alikuwa ni mtu wa Mungu, alikuwa na imani. Hata wewe ambao uko mahali hapa, weka imani kufuku yaleo, weka imani. Haleluya! Hamna jambo ambalo wote ambayo inashindikana ukiwa na imani hata kama inawezekana watu wamekupenda sana, weka imani. Ni siku ya leo, ni siku zote, enda kufanya urejesho, urejesho, urejesho. Sikia nikuambie nani, kuna wakati ambapo nilikuwa siwezi. Wakati ambapo ilikuwa mwaka elfu mbili kumi na mbili wakati mimi bado nasoma, nilikutana hali mbaya, nilikutana hali mbaya, na hiyo hali ambayo ilikuta mpaka watu walikuwa wameshalia. Ule ule fada. Ule fada wa Mungu. Kuna urejesho ambao ulifanya ulifanywa juu yangu mpaka leo ndio maana niko mahali hapa. Haleluya. Siko mahali hapa kwa Kristo. Bali niko mahali hapa. Watu ambao watu ambao ilibidi wapiga magoti kwa ajili yangu mpaka nikarudishwa. Haleluya. Inawezekana hata wewe upo mahali hapa. Hata yako na nguvu za giza sana. Bwana Yesu asifiwe. Shetani amekuwa akinitesa sana, haleluya. Yaani kuanzia bado iko pale darasa la tano, nimeanza kuteswa, nimeteswa sana mpaka wazazi wangu wameshakata tamaa. mpaka wazazi wangu wameshaona, sasa wewe sasa wewe ukakaa nyumbani usisome tu Bwana Yesu asifiwe. Ila mimi nikaangalia, mimi nitasoma tu Bwana Yesu asifiwe. Unajua mtoto akiwa anapenda kitu, unapomkataza ila anakubali, eti sio? Unang'ang'ania, na mimi niling'ang'ania. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Baada ya kufika darasa la saba wakati wa mitihani ukweli nikapigwa kwenye macho. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Nikapigwa kwenye macho nikawa kipofu Amen. Nikatafutiwa miwani. Baada ya utafutiwa miwani, miwani nimevaa, nimekuwa navaa, ila pale shuleni nilikuwa nimeshapewa kiti. Wenyekiti, wenyekiti wa kipindi cha dini, wa Kristo wote pale. Haleluya! ikifika muda wa ibada na kutafuta mchungaji, uko wapi? Haleluya! na sisi au majina, tukaanza kuyapokea hapo, tunautafuta mchungaji, aba uko wapi wanakuja kutafuta nilipo nikienda, ah! wakati wakati tunapoendelea na ibada natazama hali nilionayo, napata maumivu. Bwana Yesu asifiwe, na tazama huko nilipotoka sikuwa na hiyo hali, lakini hali inaenda imekuja kulipata hatua hivi, kuna kitu gani ambacho kiko kinaendelea? Bwana Yesu asifiwe. Nikaanza kupiga kupiga magoti, nikalia mbele za Bwana, nikaanza ile miwani nimevaa mpaka mtihani ule wa mwisho wa darasa la saba nimevaa nikiwa na hiyo miwani nimefanya mitihani. Kuna mitihani ambayo mimi nimebahatika tu kufanya tu mitihani tu mitatu. Bwana Yesu asifiwe, katika mitihani mitano miwili sikufanya, nilibahatika tu mitatu. Haleluya, na nilibahatika ile migumu migumu tu ile Amen. Ile pepo walinipiga vizuri tu, haleluya, walifanya mimi ile mingine walifanya watu mimi, nilikuwa naisha shuleni. Baadaye nikaona ade ali nikaja wingu liko darasani, nikaona kwenye ile darasa nimekuja wingu la giza ikama, nikasema tayari imekuwa usiku, nikachanganyikiwa najikuta kwenye ile darasa wenzangu ambao tuko nao hii naona nipo mwenyewe, nalatulikiza na nikaanza kutapatapa niende wapi? Bwana asifiwe fi amen. Baada ya wingu kuja nilimshukuru nasema asante Mungu. Baada ya kusema asante Mungu, ile hakili ya kuomba haipo tena. Bwana asifiwe amen. Ilibidi hapa hapa nikalala, haleluya amen. E, nimelala.